Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu, ni kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi ndugu yako Adamu Komba kutoka EAGT mji wa makimbilio kwa pastor na bishop Anthony Maeko Asenga. Ndugu yangu, ningependa nishe na wewe neno hili la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa ishirini. Neno hili la Mungu linazungumza habari za kuangamia kwa Samsoni habari za zilizofanya Samsoni akaangamizwa. Neno hili linasema kisha, akasema Samsoni, wafilisti wanakujia. Huyu ni Delila anamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, yaani baada ya Samsoni kuambiwa hayo maneno na Delila, akaamka katika usingizi wake. Maana Samsoni alikuwa kwenye usingizi wake, ilo neno nilizingatie Alafu baada ya kuamka akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine. Zingatia ili neno, Samsoni anasema nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyoosha. Neno kujinyoosha, maana yake na nakwenda kupambana na kwenda kupigana na au wafilisti lakini akujua ya kuwa Bwana amemwacha. Anapanga hayo mambo kwamba nitakwenda kama siku nyingine, nitaenda kupigana nao, lakini asijue kwamba Bwana amemwacha, na matokeo yake Samsoni akaenda akaangamia. Nini nataka tujifunze kwa kupitia neno hili la Mungu? Nataka tujifunze kwenye kile kipengele, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyoosha. Maana yake hili neno linatufundisha kabisa, Samsoni alikuwa anaenda vitani kwa mazoea kama siku nyingine, kwa sababu alishajijua siku zote akienda kupigana na Wafilisti anawashinda. Lakini akujua siku hii Bwana amemwacha. Na Bwana amemwacha kwa sababu gani? Tunajua historia ya Samsoni, alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, na kwa sababu alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, Mungu alimkilimia nguvu ya kuweza kulitetea taifa la Israeli kutoka kwenye mikono ya Wafilisti, kwa maana Samsoni alikuwa ni jaji, ni mwamuzi, ni mtetezi wa taifa la Waisraeli kutoka kwenye mikono ya Wafilisti. Kitu ambacho kilitokea hapa ni kwamba siku hiyo alivyoenda akaenda kuangamizwa akaenda kutobolewa macho, akaenda kutiwa kwenye mikono ya Wafilisti. Nini tujifunze? Roho ya mazoea inapiga watu wengi, hata kwenye maisha ya siku hizi, hata kwa nyakati zetu. Kuna wakati mtu anaiendea biashara au anafanya biashara kwa mazoea, mwisho wa siku anapotea kwenye hiyo biashara yake. Haangalii nyakati hizi, watu kwenye biashara wanafanya vitu gani ambavyo vinafanya au vinavuta soko la hiyo biashara husika. Ye anaitriti kama alivyoitriti mwaka jana mwisho wa siku anapotea. Kuna watu roho ya mazoea imewaharibia kwenye kazi zao. Sio mbunifu kwenye kazi na tunajua kwenye kazi lazima tuone mtu anakuwa ino, innovative, anakuwa creative, mtu anaitreat kazi yake kimazoea. Mwisho wa siku utakuta anaharibikiwa huko kazini kwake kufanya kazi kimazoea. Kuna watu wana treat ndoa zao kimazoea, wanazitreat tu kama siku nyingine. Hana ubunifu wowote, hana namna mpya ya kufanya ndoa yake iendelee kuwa na mvuto kila siku. Kuna watu kwenye masomo yao wanasoma kimazoea. Mazoea kwenye mambo na field mbalimbali za maisha yetu, roho ya mazoea imekuwa ni roho ambayo inaharibu maisha ya watu. Kwa hiyo tumwombe Mungu wa mbinguni, au tujifunze kuomba Mungu wa mbinguni. Kwenye jambo lolote unalolifanya, kataa roho ya kufanya kama siku nyingine. Ijue leo na tamani leo ufanye katika ubora kuzidi jana. Samsoni aliitazama kwa sababu alikuwa na experience ya kupigana vita, akaenda leo vitani kama anavyoenda siku zote, na mwisho wa siku, siku hii akatiwa kwenye mikono ya Wafilisti, akatobolewa macho, akaingizwa gerezani, mwisho siku akaja akafa. Hii ni matokeo au haya ni matokeo ambayo yalimpata Samsoni, na biashara na maeneo mengi ya watu na maisha mengi ya watu yamekufa na yameharibiwa kwa sababu ya roho ya mazoea. Kata roho ya mazoea, jitahidi kuwa mbunifu na kufanya vitu vipya kila siku ambavyo vitazidi kukuongezea value na utukufu zaidi kuzidi jana yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana, amen.